Wawe hai waje kutafute, tunawafukua leo leo. Ni siku ya kufukua kila kilichofukiwa, leo kinafukuliwa. Simama kwa miguu yako, tumuite Bwana. Simama kwa miguu yako, ombe pamoja nami, kila ambacho umefukia kwenye maisha yako kitafukuliwa. Ngoja nikupa ushuhuda kidogo, dakika moja. Tukao tuna maombi ya wilaya kule Songa Mbele, binti mmoja alikuja, anasema anaumwa sana kifua, anaumia sana na baadaye akasema anakuja kwenye maombi maana baba mchungaji amenishauri nije kwenye maombi. Baadaye akawa amenifuata. Kaka nataka kuja kwenye maombi. Ni lini? Nikamwambia twende Songa Mbele, kuna maombi. Ni wiki mbili zopita. Lakini binti alikuwa hajanipa historia yake ikoje. Tumeenda naye mpaka kwenye ile maombi tumeomba na baadaye akarudi akasema anaendelea vizuri. Lakini kitu kinachonisumbua ni moyo unapiga sana mara kwa mara. Moyo unapiga, unapiga. Mara kwa mara. Nimepimwa mara naambiwa typhoid mara UTI. Lakini kila nikienda kupima Nashangaa hakuna tatizo wakati mwingine, lakini natumia dawa ya sipati nafuu. Nikamwambia endelea kumomba Mungu. Ameenda yule dada, baadaye akaamua kwenda kupima tena, baada ya mapigo ya moyo kuendelea kwenda kwa spiti. Ananiambia nimetoka hospitali, nimeambiwa mishipa ya moyo imeziba kwa kutumia mafuta tunayokula. Anasema imeleta changamoto. Kwa nini ni niwe dawa za laki 2 na elfu hamsini ili niweze kutumia dozi hiyo kwa ajili ya kusafisha mafuta. Nilimwambia yule dada, wewe Anamwambia tu anamwambia shetani na mfumo fulani anaweza akainua jambo na akatengeneza kama ugonjwa halisi. Nikamwambia kama ungekuwa unaumwa, maana yake dawa unazotumia zingekuponya, lakini kwa sababu huumwi, unapoendelea kunywa dawa zinakufanya uendelee kuuzoofisha mwili na kuutesa moyo, kwa sababu kadri dawa unazokunywa zisizokuwa na ugonjwa zinageuka kuwa sumu kwenye mwili wako, mapigo ya moyo yanaendelea kwenda kwa kasi. Nikamwambia kesho tukutane morning glory pale Urambo asubuhi, lakini baadaye sikufanikiwa kufika. Nikamwambia ni ni na kipindi saa kumi KKT, njoo KKT, tutakutana huko njoo, maana niambia nimeamua ni andae sadaka, nimeamua kuingia mbele za Bwana. Nikamwambia kuna jambo moja tu ambalo linawafanya msipokee majibu ya maombi yenu. Nikamwambia wewe ni binti na umeniambia huna mume na uje leo. Nikamwambia kuna kitu kidogo sana ambacho kinawatesa mabinti na vijana, ni roho ya tamaa tu ya uzinzi ndio inawafanya wasipokee muujiza wako wa, wa kwa Mungu. kama ni kweli, hebu acha hicho, hata hilo tatizo la moyo hautaliona tena. Anasema, umesema kweli kaka, nimekuwa na changamoto hizo, na pia ninapoishi hapa ninaishi na mume wa mtu mke mume wangu nilikuwa nikiishi naye, lakini bahati mbaya nikaachana naye miaka mitatu iliyopita. Anasema sasa nimeamua wazi, lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu baada ya maombi ya songa mbele, niliporudi Urambo, mume wangu tuliachana naye miaka mitatu, amerudi nyumbani, amekuja kujitambulisha na anasema anatamani atoe na posa, maana wakati alinizalisha nikiwa mwanafunzi kwao, tukaenda kuishi naye na baadaye tukaachana. Sasa ameamua kuja mzima mzima, na amesema anataka kunichumbia na ninavyoongea hivi kaka, ameshatoa na mahali nyumbani. Mpe Yesu makofi mingi sana Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni muda wowote ndoa itafungwa, lakini bado hali ya afya ndo imezofika. Nikamwambia ni roho za kifamilia ndizo ambazo zinakusumbua wewe. Hauu, nakuapia mbele za Mungu, hauu Ukitaka kunywa hizo dawa, usipotaka usinywe hizo dawa, haumii. Ni mizimu ya kifamilia ndio inayokutesa. Njoo kanisani. Akaja, tulifanya naye maombi, ile binti alipanda mapepo ya hatari, aligaragara sana, alitapika sana, kuna vitu vyao vinatoka. Na mpaka alipoenda kulala nyumbani, anasema kesho yake nasikia kutapika, kuna vitu vinachifua ndani, natamani vitoke, na moyo haupigi sana, nimeanza kusikia tu unapiga kwa mbali. Mpe Yesu makofi na vigeregere vingi. Nimpe nafasi mpe nafasi ili na yeye akufanyie nafasi. Jambo la msingi, mwamini yeye. Unapokutana na changamoto yeye msikilize, atakusaidia. Yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni. Mbinguni. Mbinguni hasikia

tunapoomba tunapoomba asikia maombi, oh yes. Tunapoomba tunapoomba asikia, hana jibu, tunapoomba tunapoomba na Yesu sema sema sema, Bwana Bwana, nimesikia nimesikia, neno neno lako lako, ya kwamba unaweza kujifanyia nafasi katika katika ile ile familia familia ambapo Bwana, kama kama ni ni mwanamke sema nilikuwa nilikuwa mama, nilikuwa mwanaume ni baba, uhusika wangu Cika. Kwa sababu ya maonezi ya shetani na yes, yes, nikakosa nafasi ya kuishi pale tena, ya kutengana na mwenzangu tena, nifanye nafasi katika ndoa yangu katika elimu yangu katika masomo katika ajira yangu

na mokozi wa maisha yako. Asante Yesu kwa kuwa umenikubali. Omba, kamata mahali palipo na changamoto, na yawezekana haumi mwili, lakini una changamoto za kawaida tu za kimaisha, una changamoto za kindoa, una changamoto za kiuchumi, lakini laki naendelea kumuita Bwana. Wewe kamata tu moyo wako, mwenye changamoto zote hizo, kamata moyo, lakini